Kama mtu amesilimu, ajue baba yake ana hela. Madamu baba yake yuko hai, aombe baba yake, aombe kitu kama zawadi, hiyo sheria haijakataza. Yeye yuko hai, baba, mtu anakupa zawadi, hiyo sheria haijakataza kabisa. Lakini baada ya kufa, huwezi kudai wewe kijana muislamu au binti muislamu udai mirathi ya babako wakati babako sio muislamu, sheria imekataza kabisa, lakini kama ndugu zako wamrithi kwa baba yao ambao wao sio Muislamu, lakini baadaye fungo, bana, wamekupa fungo hii kutoka kwetu zawadi, sawa hii, naweza kuchukua. Sio mmrithi baba, bali ndugu zako baada ya baba yao kafariki, umemiliki mali ya baba, na wewe umekupa fungo maalum au zawadi, chukua. Lakini kumrithi baba ako haifai. Naam.